Alikuwa jaji ambaye pia ni mwaniaji wa urais wa chama cha United Green Movement David Maraga amesema serikali inaendesha taifa kwa njia isiyofaa kutokana na uongozi mbaya. Akizungumza katika eneo la Vigurungani huko Kinango Kwale, wakati wa kuhamasisha wananchi kujiandikisha kama wapiga kura, Maraga amesema ufisadi umekithiri katika idara muhimu za serikali akiwalaumu watumishi wa umma kwa kupora mali ya wananchi. Kitu kinanileta zaidi zaidi, nataka kusimamisha wizi wizi wizi wa pesa ya serikali. Wizi wa pesa ya serikali nataka kusimamisha kabisa. Kenya si masikini, Kenya si masikini. Ni pesa ambao ile ambayo inatakikana kwenda kwa shule ya watoto wetu wetu inachukuliwa na watu binafsi wana, wanaenda kufanya mambo yao. Mumeona mara nyingi, pesa zinalipwa kwa shule ambayo haiko, pesa zinalipwa kwa hospitali ambayo haiko, na wananchi wanaendelea kuangamika kwa, <coughs> kushangaa na kutopata Uh, ile ile huduma ambao wanatakikana kupata hawa wenyeji, vuguvugu wa wana pwani wanaongea kwamba hali ya uchumi imezorota, lakini wao wako na mashamba, hao wako na madini hao wako na bidhaa. Tuwaonyeshe na tuhakikishie ya kwamba wakati utakaochukua ushukani, uwe wewe ni kiongozi, ile madini ile minerals, ile red rubies ambayo iko huku ya kwamba lazima ikuje isaidie wananchi wa Kwale isaidie wananchi wa Pwani ndio ilhali ya kwamba uchumi ya nchi hii ya sehemu hii ikuje juu, tuelekea kaunti namba 30 ambapo huduma